Nipo Mbagara hapa, nimekuja kuonana na mdau wa soka wa wekundu wa msimbazi anaitwa Mnandi Jeyala. Mnandi, mambo vipi bwana? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwingi wa kutijalia pumzi, na leo tunamshukuru, tumeamka salama. Harakati za mtu mweusi zinaendelea hapa Dar es Salaam. Harakati za mtu mweusi zinaendelea, ya zinaendelea hapa Dar es Salaam, sio Zanzibar, sio Zanzibar, ni hapa hapa Dar es Salaam sio Zanzibar. Zanzibar kuna harakati za watu weupe wa mm, na weusi baadhi wapo, lakini kule unajua, kuna ndugu zetu wa Pemba waona <laughs> ah, <okay. laughs> hey. Harakati zao wa kule zinaendelea kama kawaida. Watu na, wanataka ku, kuhamisha uwanja. Ah, hii ni mind game. Mm. Hii ni mind game kwa sababu haiwezekani kwamba mgeni awe ameshapata taarifa na alishafanya mipango ya kuandaa mpaka hoteli alafu mwenyeji mwenye, mwenye mechi yake awe hana taarifa kwa wakati. Ni kitu ambacho kiwezekani kikubwa kwamba wao wenyewe wanawasiliana na mashirikisho husika. Hapa Tanzania, shirikisho la soka lipo na taarifa imepigia kwenye shirikisho ikipitia Simba. Kwa hiyo Simba wamepewa nakala tu kwamba taarifa imefika kwenye shirikisho, lakini kwa bahati nzuri ama mbaya viongozi wakubwa wote saizi hawapo, wako nje ya nchi kwenye mkutano wa FIFA. Kwa hiyo binafsi wapo wawakilishi kwa sababu najua viongozi hata wakiondoka lakini wawakilishi wapo. Taarifa zimefika lakini nao viongozi kama wa serikali ambao wanaumiliki uwanja wamepewa jukumu la kufanyia kazi. Wamefanyia kazi kwa kiasi kikubwa na wameweka pesa nyingi kwa muda mfupi, ili mradi kwamba mechi ya fainali ichezeke Benjamin Mkapa. Na ndio maana nusu fainali tukaipeleka wapi? Tukaipeleka Zanzibar. Ukusikia kwenye nusu fainali kulikuwa na kelele zozote za watu kuonesha kama kuna jambo kwamba hawahitaji uwanja wa amani? Na sisi hatuna maana kwamba hatuhitaji uwanja wa amani, hatuko hivyo sisi. Uwanja wa amani ni wa wetu, ni wa kwetu, na kule pia ni kwetu, na kule kuna watanzania wenzetu kuniambia kwamba unaopeleka uwanja amani Zanzibar bila sababu za msingi, ukisema kwamba shida ni mvua. Mvua duniani kote, mvua haizuiliki, mvua inanyesha, inaweza kanyesha mvua ya mawe, mechi kailishwa. Kwa hiyo mimi sijaona kama sababu ni mvua, labda kuwe na sababu nyingine tofauti, lakini kama ni mvua tusileteane kudanganyana, mvua haiwezi kuzuiliwa. Waharibifu mashabiki wa Simba, hakuna hicho kitu, watu wanajua hakuna hicho kitu, ila tunachokifahamu sisi kipigo moja pale, nisikilize blaza, tunachokifahamu sisi, kwa sababu sisi tumebobea kwenye soka. Mpaka sasa sisi Simba sio tunajifunza mpira barani Afrika, sisi ni watu wakubwa barani Afrika. Nadhani uliona tulienda South Africa pale, ngoma ina, inawekwa pale, lakini watu wanaenda kuangalia kwenye vyala wanafuta. Hmm, sawa, matukio karibia matatu yalifutwa pale South Africa. Kila mtu kaona Simba akivuka, hakuna kubebwa uhakika ulikuepo, amna kubebwa. Si vitu vimeonyeshwa, mstari unachorwa kama kubebwa. Sasa tulinyimwa penalti ya Kibudeni, si mapema, si alifunika kama hakuna veyala, sikuwa tushaweka kamba, tushaweka mlima hapa. Kwa hiyo binafsi, sasa tumesha kuwa kubwa barani Afrika, hivi vinavyoendelea kwetu sasa tunavichukua kama sehemu ya darasa kwetu na kama semina kwetu kuelekea mchezo wetu huu wa tarehe 25 lakini focus yetu kwanza ni mchezo wa tarehe 17 Tumeshaona toka tumefika kule, hawahitaji hata mazoezi yao kuonekana, yani hata ndege atakaye kupita pale juu, sasa inaonekana kabisa wana hofu kubwa sana na Simba Sports. Sasa tuambie tu saizi, atufikirie mechi ya tarehe si tunawaza mechi ya tarehe 17, kwa hiyo wasitutoe mchezoni, tusubiri kwanza tuwanyooshe palepale kwao, alafu baada ya hapo ndo wagome kucheza Benjamin Mkapa, lakini wasubiri tuwanyooshe kwanza, tuwanyooshe kwanza eh, kwa sababu kuna mtu anategemea cheo chake, hicho ndo kinachomfanya yeye atoe umemba eh, su... kwa maka, makamu wa rais wa chama cha soka barani Afrika, ni kiongozi wa ile timu. Okay. E, kwa hiyo binafsi anataka kutumia cheo chake Ae. ili kuifeva timu yake kupata matokeo. Kwa hicho kitu ambayo hakiwezekani. Sisi binafsi pia tuna mwakilishi kwenye bara letu la Afrika. Kwa sababu yeye ni kiongozi wa soka hapa nchini, lakini mwakilishi pia kwenye hilo hilo chama chetu cha soka barani Afrika. Kwa hiyo asitumie nguvu yake kuwa kama makamu wa rais akataka kuifavor timu yake kupata matokeo. Na sisi tumwambie tu kwamba mechi hata kama itachezwa Zanzibar, mechi hata kama itachezwa Kaunda, mechi hata kama itachezwa kwa Msi Complex, sisi bado tutapata matokeo kwa sababu kikubwa ninachokiamini mimi ukijiandaa vizuri unaenda kupata matokeo kwenye uwanja wa wote. Ila sisi tunaiona kwamba hii ni finali kubwa. Tunahitaji Watanzania waweke rekodi na waweke historia. Kama African Football League ilikuja uwanja hata viti hata kimoja kijawahi kubadilishwa. Miundombinu ya masuala ya maliwato haijawahi kubadilishwa lakini African Football League ilichezwa Benjamin Mkapa. Mashindano makubwa yameanzishwa kwenye bara letu la Afrika na yamefanyika pale. Leo uwanja una maboresho makubwa zaidi ya asilimia themanini. Leo ukaniambia kwamba mechi ya fainali ikachezwe Zanzibar kwenye uwanja ambao unaingia mashabiki elfu kumi na tano, uwache uwanja ambao unaingia mashabiki elfu sitini, ni kitu ambacho kinaonekana hakina maana na hakina tija. Kwa hiyo mi naamini viongozi wa Simba ni waweledi, wako sawasawa sawa, mashabiki na wanachama watulie waendelee kunywa mtori. Tufocus kwenye mechi ya kule, kwa sababu si tutoe mchezoni tukawaza mechi ya marudiano wakati ile hatujacheza. uh -huh. Sawa, shika ushikacho kwanza, usiwaze za kesho, waza za leo, kwa si tuwaze kwanza mechi ya kule. Baada ya hapo mechi ikiisha, kama viongozi wetu walivyosema, tutafocus kwenye mchezo wa tarehe 25 uh -huh. Wale wa kukata tiketi waendelee kukata tiketi uh -huh. Wale waliojiandaa kwa safari kutoka, kutoka mikoa mbalimbali wajiandae kusafiri kuja Dar es Salaam uh -huh. Kwa mimi binafsi naamini Chochote tunaimaliza Morocco, bwana. Kocha wa RS Berkane amekaa muda mrefu sana kwa kukinoa kile kikosi kuliko makocha ambao wa waliopita huko nyuma kukinoa kikosi hicho e, na anaijua timu ya Simba A, na anatamani kulichukua tena ile kombe kwa sababu anaujua utamu wake. Unafikiri mechi ugenini, ah, mechi itakuwa namna gani kule ugenini Moroko? Mechi kifupi zote zitakuwa ngumu. Unajua ukishasema neno fainali ni sehemu ya mwisho kila mmoja anahitaji kile kitu akichukua akaweka kabatini kwake. Sidhani kama kila mtu huko alikopita alibebwa mgongoni akaenda akadondoka fainali. Kila mtu manake alipambana kwenye mechi zake, akapata matokeo ndipo akafika fainali. Sidhani kama kuna mtu alifika fainali kwa fluku. Wote waliofika fainali wamefika kwa uwezo wao. Naamini mechi zote mbili hazitakuwa nyepesi. Zitakuwa ngumu lakini wao inaonekana kwamba wana mlima mkubwa zaidi kwa sababu wanajua fainali ya mwisho wanamalizia away. Wanatambuaga sana Waarabu kwamba fainali za mwisho wanamalizaga nyumbani kwao. Na ndio maana zinakuwaga rahisi wao kufuzu na kuchukua ubingwa. Lakini wanaona kwamba fainali hii inakuja kumalizwa Tanzania. Na ndio maana wanaanza figisu za kila aina ili waweze kupata matokeo yaliokuwa rahisi pale nyumbani kwao ili wajiapa, waje hapa waje kumaliza shughuli. Sasa tuambie sisi sio nani Konstantini na wala sisi sio Stella Bosch, sisi ni Simba Sports Club, ni timu kubwa barani Afrika, na hata kwenye renki wenyewe wanafahamu sisi, tutamnyoosha msimu Nandi nyinyi, mnavyoongea mnawaharibia saikolojia wachezaji wenu. Kocha Fadlu Davids ameweza kuzungumza eh, mnawafanya wachezaji wanapata kiburi, kama wamemaliza shughuli vile, kumbe bado hawajamaliza shughuli, kwa kupitia maneno yenu ya kuwapa moyo kwamba wanachokifanya ni sahihi zaidi, akati bado hata mjabeba kombe. Ah, ukiwasikiliza wachezaji, amezungumza kapteni, nimemsikia jana Zimbwe Junior, mm -hmm. lakini pia nimemsikia Shomari Kapombe, Shomzeway mm -hmm. si naita kisu cha buchani kile kimerudi upya. Unasikia amezungumza kwa confidence kubwa sana, ulimsikiliza Kibu Dennis pia alizungumza kuhusu ule mchezo, ni kitu gani ambao wamekubaliana, yaani kila eneo, yaani wanakaa wao kama wao kama wachezaji wanakubaliana nje ya mwalimu, yaani wanaongea kabisa kwamba tusifanye makosa ya kujirudia, hii ni mechi ya fainali, tunahitaji kuweka rekodi yetu ya kuchukua ubingwa. Kwa hiyo makosa tuliyokuwa tunaifanya kwenye mechi zilizopita kwenye mechi yetu yapunguze kwa asilimia tisini ili mradi tuweze kufanikisha timu yetu ibebe ubingwa. Kwa hiyo wachezaji wenyewe wanahitaji mchezo, na wanajua kwamba nini wanakihitaji siku ya fainali, lakini sio kwamba labda maneno yetu ndio atakayowafanya wao wapate kichwa waende kwenye ule mchezo wakacheze, kwa sababu ya maneno yetu. Wao wenyewe wanatambua, wanataka kwenda kutengeneza rekodi yao ya kimaisha, sababu katika wachezaji wa Simba wote, mchezaji ambaye amecheza fainali na ana medali za kafu mpaka sasa ni Fabrice Lwamba Ngoma peke yake. Walobaki wote, hakuna mchezaji ambaye alishawahi kucheza fainali ya mashindano makubwa. Kwa hiyo naamini wapo kwa ajili ya kutaka kwenda kutengeneza rekodi yao rekodi yao kama wachezaji, lakini kwenda kutengeneza rekodi ya klabu, lakini pia kwenda kutengeneza rekodi ya nchi. Na kocha Fadu Davis anataka kwenda kujitengenezea rekodi yake, kwa sababu kocha Fadu Davis ashawahi kufundisha Raja Casablanca akiwa kama kocha msaidizi na wakiwa mabingwa pale, na msimu kwake kama kocha akiwa anaongoza Simba kwa mara ya kwanza na akichukua ubingwa wa Afrika. Hiyo ni rekodi kubwa kwake na atajitengelezea majoti makubwa sana kwenye taifa lake kwa sababu mpaka saizi wa Saudi wanafurahia, tuna timu moja imeenda fai... tuna timu mbili zimeenda fainali <laughs> eh, timu mbili, timu moja imeenda fainali, lakini pia tuna kocha ambaye kaipeleka timu fainali kutoka Tanzania. Kwa hiyo tunaamini kwamba hii ikichukua ubingwa bado na sisi pia tuna kocha kule akichukua ubingwa tutajivunia mambo mawili. Kwa hiyo Saudi pia wanamsupport kocha wao, wanasupport timu yao ya Mamelodi Sundowns kwamba wanaamini kwamba msimu huu wanaenda kutengeneza rekodi pia. Na sisi pia tunataka kutengeneza rekodi katika taifa letu kwa mara ya kwanza toka tumeanza ligi mwaka 65. Sasa hizi tuna zaidi ya miaka 60 hatujawahi kuleta ubingwa wa Afrika. Ulikuja mwaka 93 ukaondoka. Sawa, sasa vijana wanatufunga hapa wanaondoka nao lakini mwaka huu unakuja tena kwa mara nyingine. Tunataka tuweke rekodi hiyo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Sio uwanja wa Amani. Uwanja wa Amani tutaenda kuweka rekodi nyingine ya mashindano mengine, lakini mashindano haya tunahitaji tutumie uwanja Benjamin Mkapa, ndio uwanja wa jamhuri ya muungano wa Tanzania tpale tota, pale rais pendwa ameka tujengea ule uwanja baada ya kumuondoa Zamalek pale pale tunataka tulete kombe la Afrika pale pale, mm. kwa maanisho kwamba tuliwaondoa walabu, lakini pia tunaondoa walabu wengine kwenye fainali. Hawezi mm. ukatupeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo mimi mm. naamini mm. Benjamin Mkapa ndio mm. uwanja sahihi ambaye unaweza kutumika kwenye fainali. Sijaona kipingamizi, sijaona hofu, hatuna vitu. Ndio maana nimekwambia sisi, hata ukitupeleka barini, yeah. tunaweza kupata matokeo, lakini uwanja ambao unaweza kufavor kwenye fainali ni uwanja ule, kwa sababu hata wao pia wametumia uwanja wao wa nyumbani pamoja unaingiza mashabiki elfu kumi elfu kumi na tano lakini lakini, nisikilize basi, pale Moroko kuna viwanja vingi vikubwa, kwa nini wasitumie viwanja vingine vikubwa? Kwa nini wameenda kutumia uwanja wao nyumbani? Na sisi uwanja wetu wa nyumbani ni Benjamin Mkapa, sio amani. Tulienda amani baada ya uwanja ule kuharibika, baada ya mechi yetu na Almasri, ndio maana mm -hmm, tulienda ulisikia kelele, sisi tulienda safi, lakini hii ni fainali, tunahitaji watu wengi waingie kushuhudia Simba kule watu ni elfu kumi na tano lakini, ukiangalia Simba washatangaza tiketi walotakata tiketi za hizi ni zaidi watu elfu ishirini washakata tiketi. Zanzibar naingia elfu kumi na tano Je, wazanzibar wataki kuingia pale? Wao wana mashabiki wao pia, wanatakiwa waingie. Tiketi tumemaliza sisi, watakaa wapi? Huoni kwamba itatokea tofaruki kubwa kwao? Unaamini? Chama chetu cha soka kiko makini, rais wetu bwana Musepe yuko makini. Mm. Sidhani kama atamsikiliza mtu ambaye anafua mashuka nyumbani. Mimi naamini yeye kama rais atasimama na jopo lake kama bosi kulimaliza ili jambo. Wapo, siwezi kuwataja kwa majina, unajua mimi siwezi kuwataja kwa majina. Ila wapo wanaofua mashuka sasa hizi, wanataka kutuletea habari zisizoeleweka kwenye mpira wetu wa Tanzania. Mm. Na bara letu la Afrika kwa ujumla. Sisi tumesha kuwa wakubwa, yani figisu, kebei, ziaka kwetu kuisha. Mm. Bila utapigwa Benjamin Mkapa wa kukata tiketi, waendelee kukata tiketi. Mimi naamini, Mm. Benjamin Mkapa iko safi, haina shida hawa wanaosema kwamba pale wanaomba tuende kule kwa sababu bado haijawa ofisho. mm -hmm. TFF hawajatoa tamko mpaka leo mm -hmm. Au umesikia wametoa tamko? Wale wameleta mapendekezo mm -hmm. kwamba kuhamisha uwanja kwenda Amani, kwa hiyo shirikisho letu pia linatakiwa liidhinishe mm -hmm. kwenda Amani, bado halijaidhinisha. Kwa hiyo naamini serikali yetu iko pamoja na TFF, ipo pamoja na viongozi wa Simba kwenye hili. Nina uhakika, hakuna cha usimba, lazima itarudi. Mimi hakuna cha usimba, kwa sababu hata Zanzibar kule bado kuna simba kama wote, okay. sio kwamba kule sio kwetu, kule nako ni Tanzania. Au Rwanda kule au Burundi kule? wasiwezinisha wasi, wapo huko kina nani, sio kuona hii kwenye jezi ah, okay? sio kweli, yani hicho kitu hakipo. Sasa hizi tupo kwenye jambo la kinchi, na ndio maana unaona viongozi wote wa serikali wapo kwa ajili ya kuisupport Simba Sports. Yes, sisi tuna uhakika itarudi. Wapi? si hapa. Irudi nini? Ah, sisi tuna 75% pamoja, wao kafu ni watu mwisho eh, sio kuwa na watu eh. Si tuna watu ambao wana, wana uweredi wa mpira. Unaweza ukawa na watu halafu wakawa mizigo tu si way. Tuna watu ambao wana uweredi wa mpira eh. Tuna viongozi ambao wamejifunza mpira ndio wamekuja kuiongoza Simba. So wewe unatoka kwenye kuendesha magari unakuja kuongoza mpira wapi na wapi, ni vitu ambavyo viendani baki kwenye fani yako uliosomea, kuendesha magari huko na mpira wapi na wapi? Kwa hiyo sisi tunaona kwamba tuna tuna viongozi ambao wanastahili kuiongoza Simba. Kwa hiyo sisi hatuna shaka kwenye hilo, na mjumbe wa bodi jana alikuepo, mumtaza mangungu, pia nimemuona kwenye kwenye ufuatiliaji wa kukagua uwanja pia alikuepo. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti ama mwia kwenda huko, amemwachia mwenyekiti wa bodi, ndio yupo kule. Mohamed Deuji tajiri yupo Moroko, lakini yeye yuko hapo kaje kumaliza mipango ya hapa kwa ajili ya kuandaa finali. Tupo game kakate zaidi, kwa hiyo watu waliojipanga kwa ajili ya kuelekea Magogo ndani ya barabara Simba Sports wajiandaye, haya magogo yao yataondolewa ndani ya dakika moja, alichobaki hata gogo hili moja. Tunawajua kwa sababu mashabiki wa nyuma mwiko, siku ya jana, kila kona ya nchi wanasherekea mechi kupelekwa Zanzibar. Sasa tunajiuliza nyewe, mnasherekea mechi kuchelekwa Zanzibar? kule Rwanda kule Uganda kule Kenya, ile sio neutral ground, ile ni Tanzania. si hata tukienda kule tunapata matokeo? Kwa sababu hapa mnakopiga kelele, hapa lupaso, na nyie mpo. Hata kama mnataka kufanya shiriki, mnafanya nyie, mbona mmeondolewa hapa hapa Mna vitu vyenu vingi. Vitu gani? Hapa. Sisi hatuamini shiriki. Nisikilize brother, sisi hatuamini shiriki. Okay. Sisi tunamwamini Mwenyezi Mungu. Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndio kila kitu. Wewe ufanya shiriki, fanya nini lakini kama Mwenyezi Mungu hajakwambia kwamba kupata kitu fulani, huwezi kupata. Kama bara letu la Afrika nani anaongoza kwa ushirikina? Sasa wale, wale, wale mbuzi wale ile siku ilikuwa. Ngoja, bara letu la Afrika nchi gani inaongoza kwa ushirikina? Ah, hata sijui. Nigeria. Okay. Tujiulize Nigeria washawahi kuchukua ubingwa wa kombe la dunia? Hawashawahi kuongoza kuchukua kombe la bara la Afrika hii mara kwa mara zaidi ya nyimba tu.

ipo kuja ifunua ingia ka huko kaishi la huwezi ama nchi, lakini msimu huu tunakwaidi Simba ni bingwa wa Afrika watake wasitake, Simba bingwa wao mm. walicheza fainali wakamaliza maneno yani, hujavuka mtu unatukana mamba saizi hizi, wameshaliwa wamebaki mguu mmoja, sasa tunachukua ubingwa mm. kwa haya kelele zote naamini hata kama hapa hamna mtu ambaye wanashirikiana nao kule. Hata kwenye jana zile posti za kafu, unaona watu wengi wanacomment twende Zanzibar. Wewe kama Mtanzania hutaki ku support vitu ambavyo havina maana yeah, si ni taifa moja? Tukichukua ubingwa wa Afrika hizi, imechukua Simba Simba, imetoka nchi gani? Inapata sifa nchi. Kwa hiyo hawa nyuma mwiko hawajitambui, kwa sababu hawa ni kikundi. Hawa nyuma mwiko hawajitambui, yaani wanaona kwamba sisi tukichukua ubingwa wao watakaa wapi?

si chama chetu cha soka. Kwa nini wasipeleke Misri, wasipeleke Moroko, wasipeleke Algeria? Kwa nini mechi ya ufunguzi imekuja kufanyika Tanzania? Simba ina heshima kubwa kwenye bara la Afrika, na ndio maana mechi ya ufunguzi imeletwa Tanzania na imefanyika vizuri na imefana. Marais wakubwa wote walikuwepo. Musepe hakuwepo bali Jani Mfatini hakuwepo. Rais wa waamuzi duniani hakuwepo. Mzee Wenga hakuwepo bali. Wote walikuwepo pale. Wakiona Simba wakiwa wamejaza uwanja lakini wao wanaingilia buku tu kwenda kuangalia kombe lao. Wanasubiri best loser. Dakika 40 wanafungulia mbwa buku. Wameshindwa kwenda kushangilia na kombe. Sasa hiyo timu ya mpira. Nakwambia hicho kikundi cha wauni. Sasa hizi kila muda kinacheza ngoma Jangwani. Yaani lile jengo limepigwa rangi kwa ajili ya wao kwenda kucheza ngoma. Kama wana mabinti wanaozesha tuambie. Wengine hatujaoa sisi. Kama wanao mabinti watuambie bwana. Siku hiyo wanatualika, sasa ndo kwenda kuchukua majiko, kwa sababu hivi wanavyovifanya viendani na mpira wa miguu na wala viendani na taifa letu. Wanaendelea kutuzalilisha kwenye ligi yetu. Mimi naomba tu viongozi wao wawaambie hichi wanachokifanya, wazee, vijana na wakina mama sio wa poa. Warudi kwenye uhalisia wa mpira, wacheze mpira. Sisi wao, walivyocheza fainali tulifanya hivi vitu. Walivyochukua ubingwa mara tatu, tuliandamana. Tulimtaja kiongozi wa TFF kwamba wewe, Yanga yupo. Tulimtaja, si Tuliamini kwamba viongozi wetu na wachezaji ambao tulikuwa nao wameshindwa kutufikisha pale tunapopahitaji, lakini wao waamini hilo. Wanaamini kwamba wana kikosi bora, wana viongozi bora, kumbe wanapelekwapelekwa tu kama mizigo kwenye maji. Kwa hiyo usiwaambie tu, huu ni msimu wa kusherekea ubingwa wa Afrika, Simba anauleta. Wafanye kila wanachokitaka, wakalale makaburini, wakalale jalalani, wakalale chooni. Simba mkao ubingwa wa Afrika, yeah. asante sana